Hapa kwa ajili kwa ya kupokea mifuko huko hapa na makatibu wake ambao umekuja kumwakilisha kwa ajili ya kutimiza hii ahadi. Basi kiufupi, nianze kwanza kwa kujitambulisha kwa majina, naitwa Alfred Cyprian Mgonya ni mtendaji wa kijiji pia. Basi kwa majina yangu naitwa Mary Benedicto mtendaji wa kijiji cha Buzigula. Ninashukuru sana kwa ahadi ya mheshimiwa mbunge wetu aliahidi mifuko hamsini na kwa siku ya leo ahidi yake ameitimiza. Kwa niaba ya uongozi wa kijiji cha Buzigula na wananchi wote kwa ujumla tunashukuru sana kwa ahadi hii aliyotekeleza katika siku ya leo kwa ajili ya ujenzi wetu wa shule ya sekondari ya Buzigula. Kiukweli Mungu ambariki sana na alipotoa azidi kumlejeshea. Asante sana kwa kunisikiliza. Mlale Mheshimiwa Mbunge aliahidi mifuko kumi kwa ajili ya kamishaji wa ofisi ya kijiji na leo ametimiza. Natoa sana shukrani zangu kwa niaba ya ofisi ya kijiji na wananchi wote wa kijiji cha Mlale. Kazi endelee. Lakini sio mbaya Mbunge aliahidi mifuko 20 ametekeleza. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa msaada wake. Hii ni kwa ajili ya kusakafu chumba kimoja cha darasa. Tunamshukuru sana. Sisi washukuru wa viongozi wa chama na serikali ambao mmehudhuria hapa, mwenyekiti pamoja watendaji, asanteni sana kwa kutenga muda wenu, lakini kuja kushiriki katika swara zima hili la mheshimiwa mbunge. Wananchi wote wa kata hii ya Ushirika, mimi ni niwashukuru kwa niaba ya Mheshimiwa Nicodems Henry Maganga, mbunge mkweli mwazi, pia mwajirikaji. Mnaye mbunge anayewapenda anayewapigania alitamani kufika hapa lakini hajafika hapa kwa, kwa udhuru usiozuilika. Nipende tu kusema kwamba yaliyoelezwa na msemaji yanatosha kuelewa kwamba mheshimiwa mbunge hajafika hapa kwa sababu gani, lakini safari hii ni mwendelezo wa safari ya mkutano uliopita. Mheshimiwa mbunge alifika hapa akaahidi katika vijiji vyake vyote vitatu. Kijiji cha kwanza aliahidi Buzigura mifuko hamsini kwa ajili ya ujenzi wa sekondari lakini pia aliahidi mlale mifuko kumi na kijiji kinachofata aliahidi mifuko ishirini Songereni sana kwa ujasiri wenu, kwa sababu mlijitokeza nyinyi kusema na mbunge aliwasikiliza. Watu wa ushirika, ushirika oye! Kikubwa zaidi tumshukuru raisi Samia Suluhu Hassan. Tunaye raisi jembe kweli. Wana CCM hamkukosea na ndiyo maana tunasema raisi Samia mitano tena kwa sababu amekuwa rais mkweli, pia rais mzalendo, analipenda taifa na rais huyu anafanikisha mambo mengi, na ndio maana iona Mbogo imepaa zaidi. Tunasema haya yafuatayo: mheshimiwa mbunge ametutuma kuja kuwakilisha hii mifuko 80 ambayo leo mtaipokea. Huu ni mwendelezo na matamanio ya rais Samia chini ya uwakilishi wa mheshimiwa Nicodemus yenili Maganga, niwahakikishie na niwaambie kwamba watu wa Ushirika, watu wa Mbogwe, mmepata mbunge mkweli tena mbunge mzuri, anaipenda Mbogwe lakini pia anaisemea Mbogwe. Sisi hii siyo, hi siyo historia, ni vitu vya kuona na ni vitu vya kushuhudia. Ndugu zangu, mkikumbuka Maganga Nicodemus ameingia madarakani wilaya hii ya Mbogwe chini ya utawala wake wa mama Samia, wameikuta ikiwa haina hospitali ya wilaya. Leo kwa utawala wa mama Samia, usimamizi wa Nikodemasi, leo na hospitali kubwa ya kisasa na ya wilaya tayari, wilaya yenu imepata hospitali nzuri, lakini si hivyo tu, upande wa serikali, mama Samia Mheshimiwa Maganga wameingia madarakani wakaikuta hii halimashauri ilikuwa hata haina jengo la halimashauri, ilikuwa imepanga. Leo halimashauri ya Mbogwe iko kwenye gorofa. Jipigieni makofi wananchi, kazi mnaifanya mnaupiga mwingi. Ama haitoshi, hospitali moja ya wilaya haitoshi kuhudumia wananchi wa jimbo zima la Mbogwe. Mheshimiwa Maganga kupitia utawala wa rais Samia suluhu Hassan amejenga vituo vitano vya afya kuisaidia hiyo hospitali ya wilaya hati ya vituo vitano vya afya. Kituo cha kwanza kikajengwa kata ya, ya Lembera kijiji cha Iyogera, na kituo kingine kikajengwa kata ya Ikobe kwa maana ya kijiji cha Bugalangala, na kituo kingine kikajengwa kata ya Ushirika na kituo kipo hapa Ushirika, wana Ushirika oye. Kituo kingine kikajengwa ilo, na nani Lugunga, na kingine kiko Masumbwe. Ndugu zangu, kata hii ya Ushirika nyinyi mko vizuri kati ya kata zote. Kata hii ya Ushirika pamoja na changamoto zilizosemwa hapa, rais Samia chini ya usimamizi na uwakilishaji wa mheshimiwa Nikodemas Maganga, haikuwa rahisi. Kata ambayo haikuwa na kituo cha afya leo mna kituo cha afya. Kata ambayo ilikuwa haina mradi wa maji leo mna mradi wa maji. Kata ambayo mlikuwa mna sekondari leo mna sekondari na shule na madarasa yanaendelea kujengwa. Ndugu zangu, tunawasihi na kuwaomba endeleeni, endeleeni kukiamini chama cha mapinduzi, endeleeni kuiamini CCM kupitia rais wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na mheshimiwa mbunge Nikodemasi Maganga, mbunge mkweli mwazi na mwajibikaji. Tunaamini haya tunayoyasema yatamfikia kwa sababu dunia ya leo iko kidigitali kupitia Ganijaro Media TV, redio ambayo inatoa matangazo ya uhakika inatoa taarifa za uhakika wala haina ubabaishaji. Ongera sana mwandishi wetu wa habari, unatuwakilisha vyema katika ulimwengu wa kidijitali. Asante sana mama. Oe. Oye, mimi nashukuru tu kwa upande wa kina mama, mama Samia ametuweka pazuri. Maji yani tunachota wenyewe, yani hatuna mahangaiko yoyote. Umeme upo zahanati kina mama hatuhangaiki. Kwa hiyo mimi nasema Samia mia mitano. Tena Maganga kupokea mifuko ishirini ya simenti ambayo uliahidi kwenye ziara zako, ziara yako iliyopita katika kijiji cha Ushetu. Tunashukuru sana kwa niaba, wana kijiji cha Ushetu wanakushukuru sana na wanakupongeza kwa msaada huu wa simenti kwa ajili ya kusakafu darasa moja katika shule ya msingi Ushetu. Asante sana. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Mbogwe, mheshimiwa Nicodemas Henry Maganga anakuja kutukabidhi mifuko ambayo aliahidi tarehe 31 mwezi wa 3 2025 kwenye mkutano wa hazala hata hawali kwamba mimi naitwa kidenya nyele singu katibu wa mbunge mheshimiwa Nicodemas Henry Maganga, mbunge mkweli na mwazi na mwajibikaji. Mheshimiwa Maganga leo yupo hapa kwa kutimiza ahadi yake. Tumeleta mifuko ya saruji hamsini kwa sababu ya shule ya wazeze na mifuko ishirini nakwenda shule ya Ivumwa. Wananchi okay, wa wazeze na Ivumwa, tunawashukuru sana kwa kujitolea, maana hata hizo shule zinazojengwa wakati mwingine umetumia nguvu zenu na mda wenu kwa kujitolea. Sante sana, munge mbungi amenituma kuleta salamu hizi. Mbunge wenu akiwa anaendelea na majukumu ya kibunge na majukumu ya kichama, ambapo kesho tuna mkutano mkuu wa, wa, wa, wa makamu mwenyekiti wa. Akaona ni vyema mimi nimwakilishe kwenye mhadhara huu. Mimi binafsi nasema asante kwa sababu ananiheshimisha, lakini pia tukishukuru chombo chetu cha habari ndani ya media TV hii, ndio namfikishia ujumbe usio wa kutiliwa mashaka, kwa sababu kile chote mlichokizungumza kinafika mpaka mbali. Ila sisi watu wa Ngemo ni washawishi, tumshukuru Rais Samia Suluhu Hasani kwa kuwa haya yote, uwakilishi wa Maganga. Asingekuwa mama Samia Suluhu Hasani, basi hata mfuko wa jimbo usingekuwa na chochote, lakini leo mfuko wa jimbo kwenye ofisi ya mbunge tumekuwa na kila kitu kwa sababu ya mama yetu, anatujali na anatupenda, lakini pia anamwamini mbunge wetu, mbunge Nikodemu Asiemili Maganga ametokea kuaminiwa kila anachoomba kwa mama tunapewa. Nyinyi mashahidi, miaka mitano ya samia na Maganga hapa hapakuwa na, hapa hapakuwa na shule ya Rwazeze. Leo shule ya Rwazeze ipo, lakini ndani ya miaka mitano amkuwa na zahanati za, leo zahanati ipo. Mama Samia wewe, mimi Maganga ndio ameniponyesha. <coughs> <coughs> <coughs> amenifuata kwangu